Wakati mwingine moyo wa mwanadamu huzidi kuumia kuliko mwili. Maumivu ambayo hayajulikani, hayapimwi hospitali na hayapelekwi kwa daktari, ni maumivu yanayotoka ndani kabisa. Maumivu ya dhambi, makosa na mizigo tuliyojibebesha wenyewe. Lakini uzuri wa mola wetu ni kwamba hakutuacha bila dawa, hakutuacha tukiteseka bila mlango wa kurejea, kwa sababu kila maumivu ya mwili yana tiba duniani. Lakini maumivu ya dhambi hutibiwa na tiba moja tu, tauba. Tauba sio tu kusema astaghfirullah. Ni safari. Ni kurudi. Ni kukubali kuwa umechoka kuishi mbali na nuru ya Mola wako. Ni kumwambia Allah kwa unyenyekevu, Ee Mola, nimekosea, lakini mimi ni mtegemezi wako. Nisamehe. Na unachojua Allah hapokei toba kwa shida, hapokei kwa kusita, hapokei kwa masharti magumu. Anapokea kwa furaha, kwa huruma na kwa mapenzi yanayowazidi wote wanaokupenda duniani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Allah anafurahi zaidi kwa toba ya mja wake kuliko mtu aliyepoteza ngamia yake katikati ya jangwa, halafu akaipata tena. Hiyo ndiyo furaha ya mola wako wakati unarudi. Mara nyingi tunajilaumu, tunajiambia nimekosea sana, Allah hatanipokea. Lakini ukweli ni huu, hakuna dhambi kubwa kuliko rehema ya Allah, hakuna makosa mazito kuliko msamaha wake, na hakuna mtu anayeshindwa kuanza upya kama atarudi kwa mola wake kwa unyenyekevu. Kumbuka, Moyo unachoka, unajeruhiwa, unaloa na dhambi kama vile mwili unavyojaa maumivu, na kadri unavyozidisha makosa bila kutubu, ndivyo maumivu ya moyo yanavyozidi kuwa mazito. Ndiyo maana Allah ametupa tiba ya kuosha nafsi ya tauba. Leo unaweza kuanza upya, leo unaweza kurudisha mwangaza kwenye moyo wako, leo unaweza kujenga maisha mapya yaliyosamehewa, yaliyopokelewa na yaliyoanzishwa na rehema ya Allah. Usisubiri uwe mtulivu. Usisubiri uwe mkamilifu. Usisubiri mazingira yakae sawa. Rudi kwa Allah sasa kwa moyo uliochoka lakini unaotamani kusamehewa. Kwa sababu kuna dawa kwa kila maumivu ya mwili. Lakini maumivu ya dhambi hutibiwa na tauba. Na mlango wa tauba haujafungwa,